Sikiliza. Tena wewe kutafuta sana, sana kabisa. Sawa, shida nini? Yako. Yangu tena. Sana sana mafala. Yaani dogo nimemsamini. Unaona mchumba? Namuona, ndio. Ndio. Alivyo. Kisha msaidia na anatoka mdogo wangu anasoma? Anasoma. Kwani, yule yule dada kama Mimi sifahamu. Sijui kabisa. Sasa sikiliza, next time dada yako yule pale? Yule dada yangu wa mwisho. Mimi sijafahamu kama dada yako. A taarifa mwambie rafiki yako. Sina rafiki yeye mwenyewe hajui kama anasoma. Hajui eh? hakuna eh, sasa fikisha, ujumbe utafika. Utafika. fikisha nini? Unafahamu kwa nini nimepanikia? Yule mtoto ni mwanafunzi, tunapoteza gharama nyingi sana, anamcheea mjinga kama mchumba kweli ni mtoto mdogo mwenye pesa nyingi sana hakuna mwingine ayamimemba majizo umeona hii mashine yani hii mashine iko iko kwa ajili yake sawa nyio nataka nifanye maajabu ningechanganya ubongo wake na akili yake ndani ya sekundi 25 alafu mchumba ya ungeshuhudia mimi nani yani mi mnyama sawa ni mnyama nakupenda sana na, yani wewe ndio ponapona yao